Huu mwaka ndugu zangu, vitu ambavyo tunatafuta ni viwili tu. Tunatafuta vitu viwili tu, tunatafuta pesa kwa ajili ya kupata amani ya moyo wetu na kuacha kusema na walimwengu basi. Cha pili tunatafuta ufalme wa mbinguni, tuende tukakae vizuri huko kwa Mungu, tusimkosee Mungu. Aiwanda, nadhani mtakuwa mmeelewa. Sasa atokee mtu huu mwaka anakupigia simu au anakutumia meseji eti hey, ndugu yangu hey, siku hizi umekaa kimya unitafuti? <laughs> Wewe nimezima batani ya hisia, nimewasha batani ya akili. Nikutafute wewe ni nani? <laughs> Na kwa nini nikutafute? umekuwa hela hmm? Yani nikutafute ili iweje mimi nina vitu natafuta, natafuta pesa, natafuta ufolmu wa mbinguni. Yaani nikutafute we utanipa nini ambacho kwingine nitakosa eh? Umezoea sasa, kidogo simu, kidogo meseji eh? nimezima batani ya hisia, nimewasha batani ya akili. Nikutafute, nikutafute we ni mwaini eh? Nikutafute we ni jangili, nakutafuta we wa nini, wa kazi gani, utanipa nini? huu mwaka mwingine, huu mwaka tutafutane. <coughs> E, we nitafute nami nikutafute. Sikutafuti kama sina sababu ya kukutafuta. na kwa nini nikutafute? nikutafuta ili iweje? kukutafuta hiyo kukutafuta hiyo wichi, nikutafuta kwani wewe unauza bange? na kwa nini nikutafute na kutafuta wa wanini? umekula hela zangu Utile, lazamu takutafuta nikiwa na kudai ntakutafuta. Sasa sikudai ni kutafuta ili we, na kwa nini kutafuta eh? Au ah, wewe ndo mtafutwa wenyewe wewe.